Wa ITV popote pale ulipo, jina langu naitwa Benjamin Mzinga, karibu sana katika kipindi chako cha usafiri wako, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu mambo mbalimbali, vile vile nakukupa elimu ya kuweza kugundua ni jinsi gani ambavyo unaweza kukaa na chombo chako cha usafiri bila kupata tabu yoyote, ama kukitunza katika namna ambayo inatakiwa. Kama nakumbuka vizuri, mtazamaji wa ITV, vipindi vya nyuma tulikuonesha uh, injini ya petroli, injini ya kisasa ya petroli, namna mfumo wake wa mafuta unavyofanya kazi ama vile jinsi gani inatakiwa injini ya petroli inatakiwa ifanye kazi kwa namna moja nyingine. Mhandisi Michael Jackson Kyando kutoka chuo cha Taifa cha usafirishaji alikufahamisha na kukujuza mambo mbalimbali mbali, lakini leo pia pia niko naye mhandisi Michael Jackson Kyando kutoka chuo cha Taifa cha usafirishaji akizungumza katika mfumo mpya sasa wa injini ya diesel, mfumo mafuta wa injini ya diesel jinsi gani mafuta katika injini ya diesel yanatumika yanakwenda yanaendaje? Utapata kufahamu hapa hapa ITV kwenye kipindi cha usafiri wako. Jina langu ni Benjamin Mzinga, huyu ni Michael Jackson Kyando. Endelea kutazama usafiri wako. <coughs> Mhandisi, tunapozungumzia mfumo wa mafuta kwenye injini ya diesel, injini ya kisasa, kwa magari ya kisasa, modern vehicles, tunazungumzia <coughs> tupe kidogo uh, utangulizi wake hmm, uchomaji wake na matumizi yake yakoje, ili tunaposema kwamba sasa hii engine ya, ya, ya diesel uh, mafuta yake yanakwenda sawa sawa sawia kama ambavyo inavyotakiwa. Utendaji wake wa kazi ukoje, pengine na tofauti na ule mfumo wa mafuta ambao uh, unafanyika katika engine ya uh, kisasa ya mafuta tuseme, si ndiyo? Lakini tofauti yake kubwa ni kwenye mfumo wa uchomaji eh, jinsi mafuta yanavyounguzwa ndani ya injini. Unaona kwamba gari ya petroli inaunguzwa na mfumo kabisa ambao upo ambao tunaita ignition system nao una, una, una mfumo wa kisasa, tutakuja kuona huko mbele, ingawa tuliona mfumo wa kizamani kidogo. Na sasa na diesel nayo tunaona sasa ni mafuta ambayo yakienda kwenye injini yenyewe hayana mfumo mwingine wa kuyachoma, badala yake diesel yenyewe inatengenezwa au inajitengenezea pressure kwake yenyewe, inajitengenezea joto la kwake yenyewe alafu inajilipua yenyewe. Kwa hiyo tunasema ni, ni engine ya diesel ambayo inajitengenezea mlipuko wenyewe uh, kwa tunasema ni compression ignition sababu so, lazima utengeneze compression utegeneze, maana mkandamizo mkubwa wa mafuta alafu baada ya mkandamizo mkubwa wa mafuta, kwa sababu ni mkandamizo, joto litapanda na kama ile diesel badala kwa maji maji inakuwa ni hewa. Kwa hiyo ikiingia ndani ya engine na haingii kwa kutiririka, inaingia kwa kufanya injection, yaani kwa kuspray. Unaweza ukasema kwa Kiswahili, lakini ile spray kama vile unavyoona sindano, kama unapulizia, kama unapulizia, na kwa kwenye mfumo wa hewa pale unapoweka mafuta diesel, ile kwa tabia zake, hivyo kwa kiwango kile ambacho kimetengenezwa inajilipua yenyewe kutengeneza nguvu na kutengeneza joto, ile joto lile kwa sababu ya kutokea mlipuko ndani ya engine. Ndio inayoendesha injini yetu na maana zile piston zitakwenda juu na chini, kutegemea mlipuko wa diesel. Kwa hiyo ndio tofauti yake kubwa kati ya injini ya diesel na injini ya Mhandisi, mimi nimekuwa nikisikia mara kadhaa, pengine hata mtazamaji naye atakuwa alikuwa akisikia mara kadhaa, kwamba katika engine ya petroli inawahi kuchanganya zaidi kuliko engine ya diesel. Hili kitaalamu likoje, katika engine ya petroli kuwahi kuchanganya kuliko engine ya diesel, kwa maana magari yanayotumia engine ya petroli yanawahi kukimbia zaidi kuliko magari ambayo yanakuwa yanatumia engine ya diesel. Pengine lina ukweli hilo, a na b, pengine mtazamaji wa ITV sasa hivi anaweza kufahamu katika selection, yule anataka kununua gari sasa hivi unadhani pengine kwa mazingira yetu ya Tanzania ya kitaalamu, gari lipi linaweza kumfaa, lile la diesel ama la petroli, ama yote ni sawa sawa? Tunategemea na matumizi na namna ambavyo gari yenyewe ilivyo kuchanganya. Kweli kwa magari ya kizamani petroli kweli nawahi kuchanganya, so, petroli, kwa sababu petroli kwa tabia zake nyepesi na nini na vilevile, na mfumo ambao unaweza ukasaidia uchomaji, kwa sababu yalikuwa na facilities hizo. Kwa mfano ilikuwa na ile ignition system, ile mafuta yakiingia kule choma kule tena na mafuta ya petroli ni mepesi sana, na hata kuna kitu ambacho tunakita compression ratio nacho iko chini kabisa, yaani uwiano wa mafuta ya petroli na na hewa iliyoingia kule ni kidogo sana, kwa hiyo changanya, na kama unavyojua gari za petroli ni ndogo eh. Kwa hiyo nazo ni nyepesi, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana gari kukimbia. Lakini ukiangalia salize, ndio maana hata magari makubwa tunatumia diesel, mafuta yake kidogo ni mazito kule, sio kama ya petroli na sifa nyingine ya diesel ni kwamba eh, kama tulivyosema mwanzoni kwamba yenyewe hatuna eh, ki, ki, kinachochoma kingine, yani mafuta diesel yanajitengenezea pressure yenyewe, yanapandisha joto yenyewe, na mwisho yanalipuka kwa sababu ya ile pressure na joto, si ndio? Kwa hiyo inachukua kidogo muda. Na mafuta hiyo diesel hiyo, mfumo zamani ulikuwa unatumia kuleta injector pump. Hii ni injector pump, na wengine wanasema V engine V V, V, V type V type ni neno la wanasema V lakini ukiuliza maana yake nini wengine tunashindwa kuelewa. Lakini V type ni, ni, ni ile V ni neno la Kijerumani. Wanasema Fiatila Pumpe. Yaani ni neno la Fiatila Pumpe. Eh, <laughs> sasa ni distribution ni distributor. Na, Unaona ilivyo ilivyo ilivyo tawanyika hapa si ndio? Hii ndio ndiyo distribute mafuta kwenye kwenye injini kupitia njia zake hivyo. Lakini wakati huo unaweza ukaita rotor pump kwa sababu yenyewe imekaa eh in rotation. Lakini zipo zingine ambazo tunazita tu inline eh, yeah, zimekaa tulizoonyesha kwenye kipindi kilichopita, ni magari ya diesel ya kizamani inline pump. Hizi inakaa mbali kidogo na na na siri, na vile vile inatengeneza pump inatengeneza ile ile, ile pressure ndogo sana. Kwa hiyo ikitoka pale ikienda kwenye injini, mafuta yanakuwa bado kidogo ni, ni mazito, kwa hiyo hata ule uchomaji wake unakuwa sio mzuri, na ndio maana utakuta kuna kuna kuna magari ya diesel yanatoa moshi sana wakati wa kuendesha. Sasa nikianza kuchoka choka na nini au hoja nisiwe vizuri, kwa mfano ma DCM hapa mjini eh, yameshachoka kwa hiyo tukuta nikiondoka hapo inatoa moshi mwingi sana, kwa sababu ile mafuta yanakuwa hajachomwa vizuri. Lakini sasa kwa sasa hivi diesel na sasa hivi huwezi kutofautisha sana na petrol kwa sababu gani? Kwa sababu uh, wamekuja sasa na mfumo wa pump hii hii, tunaita high pressure pump. Hii high pressure pump inaendeshwa na engine sawa, lakini vile vile uh, ikishatengeza pressure juu sana pressure, juu kwa sababu ziko hizi hizi system za kisasa za diesel tunazita common rail systems, zina versions tofauti tofauti. Pressure inayotengenezwa hapo inafika mpaka labda 2700 bar kwa magari makubwa. Kwa hiyo kishatengenezwa pressure hapa, ina maana kwamba haiendi moja kwa moja kwenye injini kama ilivyokuwa inatoka kwenye injector pump. Hii ikitoka hapo inakwenda kwenye kitu ambacho kinaitwa common rail, kuja hapa. Kwa hiyo pressure itakayotengenezwa hapa inakuja hapa inatulia um. Kwa hmm, hata kama ukizima injini yako kwa switch off, mafuta hayatarudi kwenye kwenye tank. Unaona, yatabaki kwenye common rail yanasubiri kiwasha. Na hii hapa inakuwa iko karibu sana na nini, na injini. Kwa hiyo kwa gari letu hili hapa, hii hapa ndio common rail pia, ambayo inapata mafuta kutoka kwenye ile high pressure pump naleta hapa sasa mafuta. Kisha kuja hapa eh, yanakuwa kwenye pressure kubwa sana ambayo inatakiwa kulingana na na injini yakitoka hapa sasa, yanakuja. Kuna vitu ambavyo tunaviita eh, ni nozzle. Hizi ndo nozzle gari ya kisasa kama unavyoona. Gari ya kizamani ilikuwa uwezi kuona hizi waya, kwa sababu zile nozzle zilikuwa zinafunguliwa na na na, na camshaft ambayo kupitia injini, si ndio? Lakini sasa hivi kama unavyoweza kuona zina waya. Hizi waya zinatoka kwenye nini, kwenye control eh, kompyuta ile tunasema, ECU electronic control unit, ya ya, ya, ya gari ambayo ni computer gari ambayo yenyewe inasema ina, ina sasa ni nozzle gani fungue, ili kusudi mafuta ende kwenye engine. Na hiyo nozzle, kama tulivyosema kwenye vipindi vyetu vilikuwa vilipita, kwamba hiyo hiyo ECU inapata inapata signals kutoka kwenye sehemu mbalimbali. Kwa mfano sehemu za za, za za engine position, kwamba engine iko ku, wapi sasa hivi, piston iko wapi, speed ya engine ikoje, uh, labda dereva amekanyaga kiasi gani kwenye throttle pale na sehemu sehemu zingine nyingi. Kwa hiyo mfumo wa diesel wa like kisasa vile vile unatumia uh, ni, ni computerization au unatumia tunasema electronic system. Na ndio maana sasa kama pressure ya mafuta takokuwa kwenye common rail atakuwa kwenye pressure kubwa sana. Maana yake ni kwamba utakapo tu switch on engine yako na ku crank ni haraka sana mafuta yanaingia kwenye engine kwa haraka, sababu yako sehemu yako karibu ni hapa tu, hayatoki kwenye tanki tena, yanatokea ya hapa na ingia kwa gari kuchanganya, inakuwa ni kitu rahisi rahisi rahisi sana, na unaweza ukakuta kwamba hata zile kelele za gari la diesel la zamani zimekuwa hazipo. Sasa hivi unaweza ukaweka gari ya diesel hapa ya kisasa ikakaa silence, wala huwezi kuisikia ikipiga makelele tofauti na zamani, kwa sababu pressure inayotengenezwa na, na inayokaa kwenye common rail ni kubwa sana na mafuta yanakwenda uh, kwa mfumo wa hewa nzuri ndani ya engine. Tumepata vizuri. Sasa twende kwenye lile swali langu la pili, swali B kuhusu na, na gari hipi pengine mtu anaweza kataka kujua anataka ana, ana kufahamu sasa kununua gari labda anawaza achukue gari yenye matumizi ya injini ya petroli au injini ya diesel pengine kutokana na hapa sisi kwa Tanzania. Hili limekaji kitaalamu na mtu namshauri vipi hapo pengine? Unajua? Tunanunua magari mengi, sisi, sisi, lakini hatujui tununua lipi. Lakini, kwa kweli kujua uh, ili ni gari nichukue diesel ya petroli ni, kitu cha muhimu sana cha muhimu sana hiyo inategemea na mnunuzi anataka nini. Kwa mfano, gari za diesel ziko na nguvu kubwa sana, ndio ukilinganisha ukubwa wa engine ya diesel ambayo kwa sawa sawa na ukubwa engine ya petroli, ya diesel itakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo kama una unategemea una una hapo utafanya kazi kubeba beba vitu au kwenda kwenye sehemu za milimani, eh sehemu ambazo ni ngumu, labda gari inahitajika lipate nguvu ukaridize ni kwako, ni unatakiwa ununue. Lakini kama ni kwa luxury, yani uko mjini tu hapa eh, safari zako ni za hapa na pale, gari ya starehe, petrol hiyo ndio nzuri kwa sababu kwanza hata gharama zake sio kubwa sana, kompeti zake sio kubwa sana alafu nataka nguvu za nini? Eh, wakati gari ya petrol inaweza kukusaidia kwa ajili ya kwanza gharama za uendeshaji, lakini hata ile bugudha za hapa na pale, ndio unataka gari liende liwe smooth, hata running ile, unakumbuka diesel unapoendesha kelele sio nyingi sana, hasa magari ya kisasa unaona, na diesel na moja kwa moja za kisasa hazina kelele kubwa sana lakini ile aksari yake petroli. Lakini mwisho wa siku ni maamuzi ya mtu binafsi, hasa baada ya kujua tofauti hizi mbili, hmm. na hizi ziko tofauti nyingi tu, lakini main ndio hizi, kwamba diesel ni powerful, petrol kidogo ina nguvu nguvu kidogo. Mtazamaji wa ITV, ndio faida ya kipindi cha usafiri wako, inakupa mwangaza kufahamu pengine nini ambacho unaweza ukachagua katika hapo hapo hapo kama kama kama ni ni gari gari gari gari ya ya ya ya petroli utachagua kwa ajili ya matumizi kwa ya matumizi yale ambayo yanahitaji nguvu kubwa ya gari, kama kubeba mizigo na kadhalika, kwamba engine ya diesel zaidi, ndio maana magari magari makubwa angalia magari makubwa angalia yo, yote heavy duty vehicles, heavy duty vehicles. Naam, mtazamaji wa ITV, kama unajiunga nasi kipindi hewani, ni usafiri wako ambapo leo tunaangalia mfumo mafuta kupitia injini ya diesel injini ya kisasa, magari, ya kisasa, uh, vinezika, ni ya magari ya kisasa tunazungumzia hapa. Kuna vitu ambavyo vinaonekana hapo. Vinaweza vikawa ni viashiria kwamba kuna tatizo katika injini ya diesel. Unaweza akatupa kidogo elimu hapa, ili tuweze kugundua na namna gani ya kuweza kutengeneza hayo matatizo yakapotea kabisa na sawa. Ni swali zuri na ndio shida za watu mara nyingi sana. Sasa kama tunavyojua magari siku hizi tumesema anaendeshwa na kompyuta, ni electronic control. Sasa matatizo yanaweza akawa labda ni ya electronic, kwa maana computerization system na matatizo yake. Kama tatizo liko huko, maanake ni kwamba kama kwenye injini ya petroli kuna check engine light ile taya ya check engine itawaka ndani kama kuna tatizo eh, na ndio maana utakuta hata hizi tunasema nozzle zetu, hizi ndio nozzle ambazo zinatema mafuta ndani ya engine. Unaona zina eh, zina terminals hapa. Hizi terminals kuna wai unatoka unakwenda mwingine, unaleta signal kwa ajili ya kuiwasha kui, hii iweze kutembea na kuruhusu mafuta yatoke, na nyingine inarejesha signal wapi? Kwenye ECU, eh, kwamba imekuwa connected na ile ECU. Kwa hiyo kama itakuwa na tatizo hii tena au na tatizo labda kwenye mfumo mwingine ile check engine itafanya nini? Itawaka kwamba ile tatizo la like electronic, itawaka. Lakini matatizo mengine sio electronic, ni mechanical, tunasema mechanical problems. Labda kuna uh, engine labda imewea imeisha labda zile uh, components zake zimekwisha zina matatizo. Utaangalia vitu kwa mfano kama tutakuwa na kelele za ajabu ajabu, engine imekosa nguvu, lakini hata moshi eh ambao kutoka kwenye exhaust kwenye bomba la moshi, utakuta unatoka ukiwa na rangi labda nyeupe, au wakati mwingine rangi ya moshi ni mweusi sana, na hapa kuna tatizo na engine ikukosa nguvu. Hizo zote ni dalili za kwamba engine yako haiko sawa. Lakini kama tatizo la kilomiti, basi tatizo hilo utaligundua kwenye ile taa check engine, check engine light hiyo, hapo utagundua na utapeleka sehemu sahihi, na ndio maana sasa nawasihi watu wakiona taa ile inawaka, lazima sasa kupeleka kwa mafundi ambao wana vifaa tunasema ile scan use fundi mjuzi ambaye anatumia scan tu na no. ajua ni tatizo lipi. Inawezekana labda ni nozzle ina shida pande electronic, inawezekana labda ni sensor labda imekufa, au iko loose, au imekuwa katika waya au kuna short. Inawezekana ikawa ni kitu kingine ambacho ni electronic. Kwa hiyo ni jambo la kuangalia gari lako lipeleke wapi. Unaona, sasa kwetu sisi NIT kama unavyojua sisi tunafanya training na mafundi lakini kuna wadau wengine mtaani huko nao mtani, wanafanya eh, ufundi moja kwa moja. Ndio maana sasa tumekuja, kwa mfano pale, tuko moja, tutaangalia Boshi wana kusaidia kuona kwamba wanaweza aje akagundua hayo matatizo ya gari la kisasa la diesel, kwa sababu kujua pressure iko kiasi gani kwenye kwenye reli hii, kwamba inawezekana pressure mu haitoshi kwenye reli. Sasa utajuaje kama haitoshi? Lazima uwe na kifaa ambacho kitagundua. Inawezekana pressure ambayo inaenda kwenye nozzle ile haitoshi. Lazima uwe na kifaa ambacho icho kifaa kitagundua kwamba pressure ya mafuta haitoshi, na kama pressure haitoshi, gari haliwezi kuwaka au kama itawaka, na mba, itawaka kiwana, ina maana kwamba itawaka ikiwa na ina misimisi au halina nguvu. Kwa mwisho wa siku lazima ujue. Mhandisi Michael Kyando kutoka chuo cha Taifa cha Usafirishaji ambapo umezungumza kwa sehemu ya kwanza, lakini sasa hivi ni sehemu ambayo mhandisi sasa atakwenda kutuonesha pengine ni kwa namna gani kwa vitendo, jinsi ya kupima na kutazama matatizo mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea kupitia uh, engine ya uh, diesel. Mhandisi pengine oh, uh, umetuandalia nini katika kufahamu sasa pengine kuna matatizo gani kwenye engine ya diesel kutokana na hizo sababu mwazum, ambazo umezizungumza wewe ume, kwa mm, ndani wako leo nimeandalia kwanza nimeandalia fundi Idea, karibu sana. Asante. Ufundi ana vifaa vyake hapa zuri, atajitambulisha, lakini atatutumia pressure kwenye kwenye common rail hapo, na vile vile anaweza anaweza kutumia tena pressure kwenye nozzle moja moja kama. Nafikiri muda utaturuhusu anaweza kujitambulisha. Asante sana watazamaji. Nashukuru, kama alivyoelezea engineer Kyando, mimi naitwa Elasto Hosa, kama alivyoelezea anakuja k kwa kuwaonyesha jinsi ya kupima hizi gari system ya common rail. Kwa mfano, gari imekuja, mteja anakuja analalamika kwamba gari yangu nguvu haina nguvu, moshi mweupe mwingi, alafu mwingine anaweza akaja gari haiwaki. Kwa sasa, mimi kama fundi nitachukua diagnostic machine hii hapa, ambayo inaitwa G-scan this scan ambayo itatuonyesha matatizo ya gari, ita connect kwenye gari pale, kwenye gari kuna cable ambayo unaweza kwa connect hii hapa na uka ukacheck. So, uka check fault, kwa sababu utaangalia, matatizo yataonekana mengi mengi. Kwa hiyo sasa, upande wa fuel system unaweza kuambia large leak detected. Kwa hiyo kuambia large leak detected ina maana kuna sehemu pressure inapotea. Sasa kama pressure inapotea, wewe utaangalia ni wapi inapopotea, kuna sehemu inavuja hakuna sehemu inavuja kwa sasa wewe utakachofanya ni kutafuta wapi, kifaa gani kina, kina, kinacholeta kina kina hiyo large leak. Kuna upande wa nozo, kuna upande wa hii common rail system na kuna upande wa pump. Kwa sasa kuna mashine hii hapa ambayo inaitwa diesel set 3 hii hapa kama unavyoiona, ndio mtazamaji, kuna kuna lift kipimo hichi pipe hii unaenda kuunganisha kwenye pump kule. Kuna pipe moja inatoka kwenye pump ya high pressure unaunganisha, alafu baada hapo unakuja unaunganisha na uwaya ambao unasoma so, pressure so kwa pressure unakuja. Hichi ni kipimo ambacho ndio kina kinakuonyesha kule pressure ipo kiasi gani. Kwa hiyo ukibonyeza hivi, ili inakuonyesha kwamba pressure hii ipo kiasi gani hapa. Kwa hiyo hapa unasoma kuna, kuna bar au MPa ambayo ni mega pascal bar. Kwa sasa wewe utakapopima kwenye pump utaangalia pale pressure ipo kiasi kiasi gani, kwa hiyo utajua kwamba ipo kwenye range au iko out of range. Kwa ukisha ukishapima pump ukaona pump pressure ipo vizuri, kwa hiyo unakuja tena unachukua kifaa hichi unaunganisha hapa kwenye l ambayo itachukua pump na hii len ndio utakachojua kwamba ni pump, kwa sababu pump umesha pima ipo vizuri. Kwa hiyo utacheck nozo zipo vizuri kwa pressure, ukaona ipo, ipo, ipo out of range. Kwa sasa utaanza kucheck, labda inawezekana sasa shida ikawa ni kwenye nozo. Kwa pressure hiyo umepima kwa pump pressure ipo okay, ukapima hapa pressure iko out of range. Kwa hiyo sasa utakachofanya ni kupima nozo, na nozo utapima kwa kutumia kifaa hiki Hichi kifaa tunaita return flow meter. Hichi hapa tutakifunga tutakiegesha hivi kama kilivyo, kisha kiegesha, unachomoa hizi pipe za return, kwa sababu inapima return flow. Kwa hiyo unachomoa hizi pipe lines za return. Ukishachomoa baadaye unakuja una unachomeka hizi hapa, hii return flow meter silinda nne, unaona hivi nimechomeka hizi nne hapa. Baada hapo unawasha gari yako. Hapa tunapima mafuta tanki, unaangalia. Na hapa unaona hii nozzle, hii ndio ina matatizo kwa sababu unaona mafuta mengi yanarudi kwenye tank. Kwa sasa ukiangalia hapa unaona hii nozzle inarudisha mafuta mengi ambayo ndio hii namba moja. Hii nozzle namba moja ina matatizo. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha gari si wake vile vile inaweza kusababisha gari ikawa na moshi mwingi, kwa sababu itakuwa inapoteza pressure. Kwa hiyo sasa unaweza kuta bwana, gari yangu nikifika speed fulani gari inakuwa haina nguvu, nikifika mlima inabidi mpaka nirudi gia namba moja ndio nipande, nipande mlima. Sasa vitu kama hivi vinaweza kusababisha, kwa nozzle moja inaweza kukuletea shida. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa unabadilisha hii nozzle moja, lakini kiutaratibu au ukibadilisha nozo moja kwa kwa hizi common rail system, kinachotakiwa unabadilisha nozo zote, ili ime kwa sababu kama hii imemelika au imekufa, hizi zingine zenye zitaanza zitakuwa zimeshaanza kuakwao. Ukiweka mpya, performance inakuwa tofauti. Kwa hiyo sasa, hichi ndio kipimo kinachokujulisha kwamba hii nozo ina matatizo. Kwa hiyo unaweza ukatoa hii nozo ukaicheki ukaangalia ukaenda ukaenda kwa wataalamu wa diesel, wanaweza wakapima wakaangalia na wakakujulisha kwamba hii nozo sio nzuri. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha nyingine. Mtazamaji wa ITV, nadhani umeweza kuona vizuri, mhandisi mtumeonesha mtazamaji uh, namna ambavyo uh, hii nozo limeonekana kuwa ni mbovu kutokana na kifaa hichi ambacho Uh, fundi wetu mjuzi hapa ametuonesha namna ambavyo kinatumika, kina kwenye kupima, kwenye kutambua uh, matatizo hayo ya nozzle ambayo imesababishwa hapo, mafuta yanakuwa yanajia ya huko kwenye tanki, maana inaonyesha kwamba kwa kwa nozzle hii si nzima. Pengine kitaalamu mhandisi, uh, kwa kugundua kupitia uh, engine ya diesel tatizo hili linasababishwa na nini? Pengine hiyo uh, be na, na, na nini kinaweza kufanyika sasa, ili kuweza kurudisha katika hali ya kawaida, uh, kwa dakika chache, maana muda wetu si rafiki. Kwa hiyo ni kifaa kama vifaa vingine ambavyo kina lifespan yake inasema muda wa kuishi, si ndio? Kwa hiyo inafika wakati kinakwisha, inawezekana kasababisha kitu kama hivyo. Ndio maana fundi alisema kwamba kama moja imekufa inawezekana nyingine ziko njiani kufa kwao. Ni vizuri kama moja imekufa basi ni vizuri kuzibadilisha zote, unaona. Lakini vile vile kuna wakati mwingine mtu anaweza kaliacha gari mahali fulani, imekaa muda mrefu hajaliwasha, ni injini hajawashwa, inaweza kusababisha kitu kama hivyo. Kwa maana tunashauri kwamba kama gari yako umelipaki mahali fulani, labda umesafiri, lazima unamwasaini mtu kazi ya kunda kuliwasha mara kwa mara, hawa takitumia kidogo tu, yani hivi vifaa viweze kuwa vinafanya kazi. Kwa kweli, kwa sababu kuna mambo mengi yanajitokea mbele ndani, naweza kusema kitu kama. Lakini tuambie tu watazamaji, kwamba kwa nini hizi sistimu zinatengenezwa za kisasa, waza kisasa, waza kisasa waza na za kisasa na za kisasa, watu wanataka nini? Watu wanataka kwanza gari liwe rafiki kwa mazingira na rafiki. lakini unajua mafuta yanapanda bei mara kwa mara, na mtu mwingine anapotea si ndio? Kwa sababu sasa hivi tunavyoona gari za common rail ukilinganisha matumizi ya mafuta yanayotumika na yale gari za zamani ambayo tunatumia injector pump. Matumizi yake ya mafuta ni madogo sana. So, fuel consumption ndo, ndo, ndo, ndo gharama ambazo zinatumika zaidi baada ya kununua gari. Kwa sababu kila siku lazima uingie mfukoni utoe mafuta. Kwa kutumia system hii hapa utakuta kwamba hela unayotumia ni ndogo sana, lakini performance yake ni kubwa sana. Kwa hiyo sisi sasa ndio maana kuta leo nimejaribu eh, kuvaa na t-shirt kijani kuonyesha kwamba hii vitu ni natakiwa ufanya gari lako rafiki wa mazingira, rafiki wa binadamu eh, unajua green maanake, ni hata mimi mwenyewe mwenye njano yangu vile vile. Vitu eh, <laughs> eh, kama hivi, kwa hiyo ndio msingi <laughs> no, no, no, halisi wa kufanya vitu na hata vifaa hivi natakiwa mafundi wajuzi wawe navyo kwa ajili ya kudetect, kuna haja ya kubahatisha Napima hapa hakipo, napima hapa hakipo, napima hapa hakipo, unakuta ah, tatizo liko hapa, bila kubahatisha na bila kuharibu gari ya watu. Ndio maana sisi tunatafuta mafundi wajuzi kama hawa, sisi tuweze kujua wanafanyaje, tunafundisha kule, hivyo ndivyo inavyofanyika mtaani, magari ya watu yasiharibike. Naam, nimekupata vilivyo kabisa mhandisi. Je, wewe ni fundi mjuzi? Unafahamu na unajua jinsi gani ya kutumia vifaa hivi? Usende kwa kubahatisha tatizo limeonekana. Fundi kama wewe, ni fundi mjuzi, tutakufikia popote pale ulipo kuona je, elimu hii ambayo unapewa na mhandisi imekusaidia na unaweza kufanya kama hivi ambavyo mhandisi amefanya. Tutakufikia popote pale ulipo, ili kuweza kujuzana, kufahamishana na elimu ambayo hii tunaitoa ITV kushirikiana na chuo cha Taifa cha Usafirishaji, kujua ni kwa namna gani Watanzania wale wengi wanauelewa kwenye vyombo vya usafiri hata nyinyi mafundi pia, na hao watazamaji kwa ujumla, na uelewa gani kuhusiana na usafiri. Usafiri wako iko hapa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe kupata elimu kila siku. Itwapo leo hatuna la ziada, pengine kama unatahadhari mbili tu mbili. Tutahadhari kubwa ni yani kwamba magari ya kisasa totonua kila siku, na siku hizi kama anavyosema kila siku huwezi kukwepa gari. Kwa hiyo ukinunua gari ni vizuri ukalifahamu. Ufahamu gari ili uweze kufaa. Kwa sababu gari unavyoliona ni nzuri sana, lakini inaweza kugeuka ikakuharibia maisha yako wewe kesi kama familia yako, au ikawa inakutia hasara kila siku kwa sababu tu kitu kimoja unajua jinsi ya kuishi nalo. Ukishanunua gari funza namna ya kuishi nalo, utakutia faida na faida, na utaona kabisa kwamba kuna faida na mwingine atakuiga kununua gari. Kununua gari ukaliharibu, ikakuletea matatizo mwingine ataogopa kununua gari. Hmm, magari ni Watu an no. Siku hizi watu wana gari kwa sababu ni sehemu ya familia. Ni gari siku hizi ni sehemu ya familia hapa, mtoto mtoto huyu <laughs> sika watoto watatu na ongeza wanne, gari unamtunza vile vile vile ka, vile kama unavyomtunza mtoto wako. Sawa. Na naona sasa mhandisi umeelezea vizuri kabisa, kadhalika nimependa ambacho anakizungumza, umesema kwamba fundi mjuzi sio fundi wa kubahatisha. Sawa sawa. Kama tunavyomwona fundi huyu kupitia bosho, tusaidia leo kutupa elimu ya kuweza kujua ni kwa namna gani ambavyo wao wamekuwa kitumia uh, mashine hizi ama kifaa hicho kwa ajili ya kuweza kupima na kugundua nozzle moja mm -hmm. imeharibika, tunahitaji fundi hui, ni fundi mjuzi mnunuzi sio fundi wa kubahatisha, ambapo mteja ama mtu yeyote anakuletea gari lake usafiri wake, alafu wewe unakuja unagonga jundo, wewe mwisho wa siku unashinda kugundua, kumbe ni nozzle moja imeharibika na chombo kimetusaidia. Kwa hiyo fundi yeyote ambaye ni mjuzi, inabidi uwe na kifaa kizuri kwa ajili ya kuweza kutambua matizo mbalimbali, kwa maana magari mengi siku hizi fundi mhandisi amekuwa na anatumia mifumo ya kiumeme ya kielektroniki. Kwa hiyo ni muhimu kidogo kuwa na zile compliance, watengenezaji wana comply zile mm. yeah, sheria za kimataifa za mazingira na zingine kwamba lazima utengeze gari ambao ni rafiki. Tutakutembelea popote pale ulipo fundi mjuzi kukuona. Je, ujuzi wako unawasaidia Watanzania walio wengi katika kutoa elimu ama kuwasaidia kutatua matatizo yao? yale mando yale, fundi ambaye si mjuzi, unagonga nyundo sehemu ya kupima tu, wewe ni nyundo. Utazamaji tunakutakia vipindi vinavyofuata mpaka juma lijalo. Kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kuendelea kipindi hiki, mimi na mhandisi Michael Jackson Kyando kutoka chuo cha Taifa cha Usafirishaji, tunasema tunasema asante sana kwa kuangalia kipindi chetu cha usafiri wako. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata mpaka juma lijalo. Kwa maoni na ushauri, tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Superbrand Afrika Mashariki.